Karibu mtazamaji, tuandamani hadi tamati na kuomba uniazime muda wako, macho yako na masikio yako kwa takriban dakika 30 hivi. Mimi naitwa Ahmed Jumabalo, ukipenda niite AJB. Mwenzangu wa lugha ishara ni Brian Moraro. Na mrengo wa Azimio la Umoja umetoa masharti mapya unaotaka yazingatiwe kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya baina ya upinzani na mrengo wa Kenya Kwanza. Kikao kuhusu mazungumzo hayo kilitibuka wiki hii. Na katika kile kinachoonekana kama mwanzo mwingine wa mvutano, kinara wa Azimio Raila Odinga anataka mazungumzo hayo yajumuishe wanachama wasiokuwa wabunge na yakamilike katika muda wa siku thelathini. Tayari Rais William Ruto amepinga kuwepo kwa mashauriano na upinzani nje ya bunge Siku moja tu baada ya kutupilia mbali maandamano kufuatia kuondolewa kwa mbunge wa Jubilii aden Kanan na muungano wa Kenya kwanza kutoka kwenye kikosi cha mazungumzo ya pande mbili za wabunge, hali ambayo ilikuwa imekwamisha mchakato mzima wa mazungumzo kutoka mwanzo, muungano wa Azimio unasema utarejelea mazungumzo hayo, ila lazima masharti mapya yazingatiwe. Kinara wa Azimio Raila Odinga anasema sharti mazungumzo hayo yahusishe wadau wengine, mbali na makundi ya wabunge na wawakilishi wa upinzani na serikali ambayo huenda yakaibua na kupendekeza masuala muhimu kikatiba kuhusu mchakato mzima wa mazungumzo hayo kwenye mduara such a structure in our view will create an avenue for the inclusion of other outstanding constitutional issues to be conversed in the talks we have instructed our delegates to raise this Pendekezo hilo huenda likahujumu shughuli hiyo, kwani tayari Rais William Ruto amepuzilia mbali uwezekano wa kushiriki mazungumzo na upinzani nje ya bunge, akisisitiza kwamba upinzani hauhitaji handsheki na Rais Ruto. Kinara huyo upinzani pia ametoa masharti na makataa ya mazungumzo hayo kukamilika kati ya muda wa siku thelathini pindi tu yatakapong'oa nanga. Public. Pia, kuna masharti mengine kuwa wafuasi waliokamatwa siku ya Jumanne waachiliwe bila kufunguliwa mashtaka. We will continue with our engagements with other people through town hall meetings and other avenues to continue educating our people on the issues as our delegates engage in the talks. <laughs> masharti hayo ni ya ziada huku ya awali yakiwemo gharama ya, ya juu ya maisha kuhusishwa katika kubuniwa upya kwa tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC na kufunguliwa na kukaguliwa kwa sava za uchaguzi mkuu wa mwaka jana. John Jacob Kuria, Darubini.